Masaa kadhaa yamepita mara baada ya Mange Kimambi kuweza kushia posti moja ambayo imewacha watu na mshangao mkubwa. Zaidi yule ambaye alikuwa anatarajiwa kwamba ni msemaji wa kitaa, rais wa kitaa, adazungumza ile yote ambao wanakitaa wanashindwa kuzungumza kwa kile ambacho kinaendelea kwenye jamii yao, amesaliti chama. Siku ya leo imekuwa na taarifa nyingi sana, na taarifa kubwa ambayo iko trending ni ile inayomhusisha mzee mzima Ney wa Mitego ambaye ni raisi wa kitaa raisi ambaye anawasemea wale wote walioshindwa kuzungumza kwa kile ambacho kinaendelea kitaa. Sasa kumekuwa na taarifa moja ambayo aliweza kuishia dada tifa Mange Kimambi kupitia konti yake ya Instagram kwamba Ney wa Mitego ameweza kubadili chama na kwenda CCM kutoka Chadema, lakini Ney wa Mitego ameweza kukanusha vikali sana kuhusiana na hili ambalo dada Taifa Mange Kimambi ameweza kushia kupitia akaunti yake ya Instagram. Sasa Ney wa Mitego amekuja vikali sana. Ni kitu gani ambacho ameweza kumjibu Mange Kimambi pamoja na wale wengine wanaomshambulia kwamba amehamia CCM? Hii imekaaje? Karibu sana. Mimi ni dulkanada underscore og pale Instagram, ni follow mtu wangu utakao metisha kinumanuma, na hii ni blue house, Dax Media. Ni muda mchache umepita mara baada ya Dada Taifa Mange Kimambi kuweza kushare post ambayo watu wengi wameweza kuitafakari na kuja na maono tofauti kutokana na kile ambacho kiliweza kuandikwa kwa media account ya Instagram ya Dada Taifa Mange Kimambi. Hapo nyuma kumesemekana kwamba kuna story moja ambayo inamhusisha mzee mzima Ney wa Mitego kwamba amebadili chama na kwenda CCM. Wapo watu wengine waliomshambulia na kumwambia kwamba kisa milioni 100 ndio inakufanya unahama chama, wanashindwa kuzungumzia na kitaa kwa kile ambacho waliamini unaweza kuwasaidia pia mzee mzima wa Roma Katoliki ameweza kumsema Ney wa Mitego kwa kile ambacho ameweza kukifanya, lakini bado Ney yeye kama yeye anakanusha vikali kwa hiki ambacho kinaendelea, na akidai kwamba Mange Kimambi Dada Taifa anaposti taarifa za uongo, hana uthibitisho kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa ngoja ni kurudishe nyuma kidogo, niweze kukuelezea kwa kile ambacho Dada Taifa Mange Kimambi aliweza kuandika kupitia akaunti yake ya Instagram alafu nitakuja nikusomea kwa kile ambacho Ney wa Mitego, rais wa kitaa, ambapo ameweza kujibu kwa kile ambacho ameweza kuandika dada taifa Mange Kimambe kupitia akaunti ya Instagram ya Mange Kimambe, ameweza kuandika hivi na nukuu, breaking news from Mange Kimambe app. Ney wa Mitego kamia CCM rasmi, amepewa milioni mia moja cash, waliokuwa wanatengeneza dili zima yaani kuongea na Abduli wasamia ni mameneja wake bigi pamoja na wakudabua pesa zimeingizwa kwenye akaunti ya Ney tu basi. Ney kaacha kupokea simu za mameneja wake. Mameneja wake wamechanganyikiwa, maana walitegemea asilimia kumi. Pesa katoa Abdul Director, sorry I meant pesa mmetoa nyinyi, walipa kodi. Yes Watanzania, mmempa Ney milioni mia moja ili ahamie CCM. Hapa tunavyoongea sasa hivi ameshatengeneza kiwimbo cha kumsifia kimama, wanasubiria the right moment waachie wimbo na video na atambulishwe rasmi kwamba na hivyo Mitego yuko CCM. Wananchi kila siku nawaambia, bora mwapambanie hao kina Lisu, hao ndio mliobaki nao ambao wamegoma kupokea pesa. Na miye siku wakinishika wakanichungua risasi za kichwa, mlie mpaka mgalagale I am the only Tanzania celebrate human rights activities mwenye platform kubwa mliyebaki naye na ambaye hatokaa kuwaacha kamwe. I say, kumbe magu kilichomponza kwa Ney ni ile ubahili wa kutompa pesa kubwa, from raisi wa kitaa tu raisi wa milioni mia moja. P.S. watalia leo, maana wenyewe walikuwa wanapanga bonge la surprise kwa wananchi lol. Sorry, no surprise. False. Not as long as Mange Kimambi is alive. Akaishia hapo. Sasa, dada ya taifa kupitia konti yake ya Instagram ameweza kuandika ujumbe mrefu sana, lakini key point ambayo iko kwenye maneno haya ni kwamba Ney wa Mitego ameamia CCM kisa kalipwa milioni mia moja, na hapa anaandika kwamba from raisi wa kitaa to raisi wa, wa milioni mia moja. Watu wamekuja wakamshambulia sana Nei wa Mitego kwa kile ambacho kinaendelea kwamba ameacha kutetea kitaa na ameamua kuamia moja kwa moja CCM na inasemekana kwamba tayari ameshaandaa bonge la hit song ambapo audio pamoja na video vyote viko tayari. Kinachosubiriwa ni kwamba kila kitu kikae kwenye mfumo na muda sahihi, ambapo nyimbo ile itaatiliwa, ivo ina trend kinoma noma, alafu waweze kumtambulisha. Pesa zote ambazo alitakiwa aweze kupewa Nei wa Mitego milioni mia moja tayari zipo kwenye akaunti yake. Sasa wale wapambe wanashangaa, hatujapata hata asilimia kumi alafu tulitarajia asilimia kumi kutoka kwa rais wa kitaa kwenda rais wa milioni mia moja Ney wa Mitego. Sasa kutokana na hiki ambacho kinaendelea Nei kupitia akaunti yake ya Instagram pia ameamua kuweza kuziba midomo kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, kuweza kumjibu Mange Kimambi kwa kile ambacho ameamua kuzusha kwenye mitandao ya kijamii kwamba Nei anahamia CCM na Nei ameweza kupokea shavu nono la shilingi milioni mia moja ili mradi aweze kuungana na chama cha CCM. Sasa Nei wa Mitego kupitia akaunti yake ya Instagram ameweza kunukuu ujumbe kama huu hapa. Mimi naenda kukusomea kwa kile ambacho ameweza kukiandika, alafu nawe utaniambia kupitia maoni hapo chini kwa kile ambacho kinaendelea. Vipi? Nani mwongo? Mange Kimambi ama Ney wa Mitego? Ney, the true boy it is. Ameweza kuandika hivi. Mimi ndio sina chama na sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote. In short, mimi sio mwanasiasa. Mimi ni sauti ya walala hoi wenzangu na haiwezi badilika na na enjoy kuwa hivi nilivyo. Upendo wa watu wangu kwangu una thamani kubwa sana. Alafu akaweka icon ya vidole viwili, akaweka icon ya love, alafu akaweka icon ya, ya kukunja ngumi kwamba tuko pamoja. Aliendelea kuandika kwa kwamba, haya nimesikia dadaangu Mange Kimambi kanipiga promo ya milioni mia moja huko bana. Akaweka emoji ya kucheka inatoa machozi, alafu akaweka emoji ya kunyanyua mikono juu. Haya, huo wimbo wenyewe unatoka Jumatatu asubuhi na mapema. Aliishia kwa kuandika hivyo kupitia akaunti ya Instagram ya dada wa taifa Mange Kimambi. Ameweza kuandika kwamba kuna nyimbo ambayo tayari ameshamwandalia kimama, audio pamoja na video vyote viko tayari, kinachosubiriwa ni kwamba siku maalum na muda sahihi uweze kufika, ili mradi waweze kuposti huo wimbo. Sasa Ney wa Mitego naye anaweka emoji za kucheka, alafu anakwambia basi sawa, kama tayari dada wa taifa Mange Kimambi amenipa promo kiasi hiki basi huo wimbo unatoka Jumatatu asubuhi na mapema. Kipi ambacho kinaendelea kati ya Ney wa Mitego, Ney True Boy Chizio, rais wa, wa kitaa na Mange Kimambi, dada wa taifa? Kwa kile ambacho kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii kimetrend kinoma noma. Kwa hiki kitu kinachoendelea, nani tumwamini? Je, Ney anasema ukweli kwamba yeye hajawahi kuwa na chama chochote kile, bali yeye ni msemaji tu wa kitaa? Na vipi kuhusiana na dada wa taifa Mange Kimambi ambaye anasema Mitego ameweza kulipwa milioni mia moja ili mradi aweze kuhamia CCM, kwamba Magufuli hakuwa na pesa za kumlipa mzee mzima Ney True Boy Chizie kwa hiki kinachoendelea. Ili mradi uweze kupata taarifa hizi, sasa bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi uwe wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Blue House Dax Media, alafu mime ni Dolkana Disco OG pale Instagram.